Wale wenye wanatumia madawa ya kulevya ama wale wenye wanafanya biashara ya madawa ya kulevya, there are those who are consuming the drugs, nakuta bangi wa heroin wanatumia, na kuna wale wenye wanafanya biashara au wanatengeneza pesa kutumia hii, au ndio wanaharibu vijana wetu. Kwa hivyo sisi hatutalala kama security team, tunapambana nao, na tunaomba natunaomba wale wenye hawajaingia madawa ya kulevya. Theme yetu ni prevention, kuzuia, usijaribu kuingia, kwa sababu unaona inafanyika kwa wale wenye wameingia. Tunataka ku prevent utumizi wa miadarati, lakini vilevile kwa wale ambao tayari wameingia katika mzozo huo, pia nao tunaendelea kusimama na wao. Nimesikiza wale waliozungumza hapa, nikaanza kusikiza kwanza wa yule mwakilishi wa youth, zile ishu ambazo amezungumza hapa. Ishu ya kwanza ni ishu ya ajira. Kila mtu ambaye atasimama atakwambia gavana, naomba na utuajiri kwa county government, ngagwa eh? hivyo eh? nataka niseme hivi, si kila mtu ambaye ataweza kuajiriwa kwa, kwa serikali, lakini opportunities ni nyingi, lakini wewe ambaye unatafuta opportunity hii uko vipi eh? ama uko hapa, watu waambiwa kuna kazi majuu, wao wenyewe umeshalala tayari, ushafika majuu. Kwanza tunafaa kutambua kwamba tatizo hili kwa sababu liko globally na pia katika nchi yetu kuna maafa mengi. Mfano wake mmoja nikianza niki kutaja ni kuwa limevunja familia, familia nyingi wanapata matatizo ambayo ingekuwa haya mambo ya prevention amefanyika mapema, ingekuwa tumeweza kujinasua kama familia, lakini yapo na yanazidi kuendelea. Pili, yamesababisha kuwa kuna organized crime ambapo vijana wetu katika miji tofauti tunaona kwamba kuna vikundi vyenye mika, eh, misimamo mikali ambayo yanasumbua wananchi ama wa, wa watu wa kaunti tofauti tofauti, na hapa sisi Kwale pia hatujaachwa nyuma, vikundi kama hivyo vipo, na vijana hawa wanapojiingiza katika uraibu pia wanajisukuma katika, ma... katika hali ya kuwa lazima wajitafutie na kujitafutia kwao si kule kwa kawaida, ni kule kwa kutumia nguvu, kwa kuiba. Wana shida nyingi ambazo zinateremka zina chini katika mwananchi wa kawaida. Na vijana makundi mbalimbali ambao tumechukua vijana kama watano watano kwa region, mara nyingi unakutana na watu kama 30 katika makundi sita ambayo yanakuja, tunafanya nao mkutano, tunaongea nao na tunawahamasisha kuhusu madawa kulevya. Pia huwa tunafanya mikutano na kina mama kuhusu mambo ya proper parenting, kwa sababu shida nyingi inaelekezwa kidole kwa mama, na mama ambaye ndio mlezi wa mtoto, mara nyingi anakaa naye kutokea iko tumboni mpaka amekua. Tunajaribu ku, kuangalia shida huwa inatokea wapi.